Habari za jioni ndugu zangu wapendwa, wageni wa heshima na waandishi wa habari, leo nimesimama mbele yenu nikiwa si tu kama mgeni kutoka mbali, bali kama sauti ya kijana, kijana mkurya anayeishi ughaibuni. Nimesafiri kutoka mbali, lakini moyo wangu umebaki nyumbani, kwenye vilima vya Nyamongo, tambarare za Sirari na maporomoko ya Tarime. Mimi ni Mkurya na hilo si jambo la kawaida kwangu. Ni heshima, ni wajibu na ni fahari kuu na ninaposema hivyo ninamaanisha kwa moyo wangu wote. Mizizi yangu ya kikurya si hadithi niliyoisikia, ni damu inayotiririka ndani yangu, ni jibu la kila swali la wewe ni nani. Leo nimesimama hapa nikiwa na furaha isiyopimika na kiburi kisicho na mfano. Mimi ni mkurya mwenye kujivunia sana chimbuko langu ninalikumbatia. Jina langu, historia yangu na tamaduni zangu kama alama ya heshima, siyo tu kwa ajili yangu, bali kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Utamaduni wetu uhai na urithi wa Kuria, jamii yangu, tuna historia ndefu yenye nguvu na hekima. Utamaduni wetu si masimulizi ya kale pekee, ni mwanga tunaotumia leo kutembea, ni dira ya kesho yetu, ni sauti inayonipa faraja ninapokuwa mbali na nyumbani na ni nguvu ninayoitegemea ninapotazama dunia hii ya kisasa yenye kasi. Leo kwa heshima kubwa, napenda kumpongeza kwa dhati ndugu yangu Bwana Maswi Magige mwanaharakati wa kweli wa utamaduni na mmiliki mwenye maono wa kituo cha youtube uchochoro TV. Sijawahi kushangazwa sana kama nilivyoona kazi zake nikiwa ughaibuni. Nilitazama video ya harusi ya Kikurya iliyorushwa moja kwa moja kutoka Tanzania. Midundo ya ritungu, nyimbo za jadi, sauti za akina mama wakilia kwa furaha na ngoma za vijana zikifoka, vilinifanya nihisi kana kwamba niko nyumbani. Kwa juhudi zake, sasa dunia nzima inaweza kufikia na kufurahia sana na mila zetu. Hili ni jambo la kihistoria, sauti ya jamii yetu. Kwa wale mnaotoka mbali na jamii yetu, ritungu si ngoma ya kawaida. Ni mfumo wa burudani wa kina, ni somo la maadili, ni ishara ya mshikamano wetu. Ni jukwaa la wazee kuelekeza vijana, la vijana kuonyesha heshima na la jamii kuungana bila tofauti. Katika ritungu hakuna hadhi, sote ni sawa, wote ni Wakurya. Na hii ndiyo roho ya jamii yetu: umoja, mshikamano na heshima kwa asili yetu. Changamoto kwa kizazi kipya. Lakini tukubali dunia inabadilika, teknolojia inakuwa, mitazamo inabadilika, na vijana wetu wako kwenye njia panda ya maisha ya sasa na urithi wa zamani. Lakini katika hayo yote, utamaduni wetu si kizuizi, ni msingi, ni mwavuli wa kutulinda tusipotee katika mchanganyiko wa dunia, ni alama yetu ya utambulisho na ni silaha yetu dhidi ya kusahaulika. Bwana Magige ametufundisha jambo hili wazi, kupitia Uchochoro TV ametumia teknolojia si kuharibu, bali kuhifadhi. Sikufuta, bali kuandika upya historia yetu kwa njia ya kisasa. Wito kwa Wakurya wenzangu nyumbani na ughaibuni. Na sasa ninasimama kama mmoja wenu, kijana wa kizazi kipya, mwana wa Wakurya na mhamasishaji wa utambulisho wetu, kuomba kwa unyenyekevu na kwa sauti kubwa, tujivuni asili yetu bila aibu, tuwafundishe watoto wetu lugha yetu, nyimbo zetu, desturi zetu Tuwe sehemu ya juhudi za watu kama Bwana Magige kwa kushiriki, kwa kusaidia, kwa kusambaza kazi zao. Tusikubali kuishi dunia hii tukiacha nyuma utambulisho wetu. Ahadi yangu kwa jamii: mbele ya kamera, mbele ya umati huu, mbele ya moyo wangu mwenyewe, kwamba nitabeba maduni wetu popote nitakapoenda. Nitasimulia hadithi za jamii yangu, nitawaambia dunia kwamba Wakurya tupo, hatupo kimya na hatutapotea. Ninashukuru sana kwa nafasi hii ya kuzungumza. Mungu awabariki nyote, Mungu aibariki jamii yetu ya Wakurya, Mungu aulinde utamaduni wetu hadi mwisho wa dahari. Hongera sana Bwana Maswi Magige, hongera sana Uchochoro TV, na hongera sana kwa kila Mkurya anayesimama na kusema, mimi ni Mkurya na najivunia. Ritungu iwe nasi daima As